Na pia tungependa kuambia eh, walimu wetu ambao bado wanashikilia eh, zile certificate za eh, eh, eh, kidato cha nne, tafadhali, hiyo ni hatua ni hatia, na haiwezekani kwamba wewe mwenyewe unachukua ile hatua ukifikiri utapata zile fedha. Hata ukikaa nazo miaka kumi hautofaidika kwa sababu yule ambaye amepata eh, kukulipa sio yule mtoto ni, ni mzazi. Mzazi unaweza kusema kwamba mtalipishana mta, mta kivipi, lakini mtoto yoyote ana haki yake ya kupata cheti chake ili aweze kusonga mbele eh, katika eh, masomo yake, na pia tutoe pia mwito kwa Wakenya wote waweze kushiriki katika ile public participation ambayo tunafanya sasa hivi ya eh, ule mfumo mpya wa NFM, new funding model eh, wa kuweza kufadhili ama kuweza eh, kulipia karo wa wanafunzi wetu katika vio vikuu, ili kulingana na mujibu wa amri ya, ya, ya kotini, ili tuweze kuhakikisha kwamba tunasikizana. Sio eti kila wakati tunakwenda eh, kule kotini. Na pia pale pale tuseme kwamba tuna mswada mpya wunaitwa Public Participation Bill ambao umetoka katika mwanasheria mkuu wa, wa serikali eh, Dorcas Oduor ambao pia tunafaa wakenya tuweze kupata vizuri, unaweza ukishatolewa na baraza la mawaziri, tumeweza kulizungumzia wiki iliyopita, ili tuweze kuhakikisha kwamba sio kila wakati tunakimbia kule kotini tuweze tuelewana vizuri. Kwa hivyo kuna, kuna huo mswada eh, wa, wa Public Participation ambao tungependa kwamba Wakenya waweze kufanya vizuri pia tuna mswada mwingine ambao unahusi, unahusisha hawa wazee wetu wa vijiji ambao pia wao wenyewe e, tungependa wa, wawe e, wa, wako chini ya ngao ngao ni National Government Administration Officers kwamba waweze kutusaidia pale vijijini na ili waweze kulipwa pia marupurupu yao kidogo, kidogo hivyo. Pia Wakenya waweze kutoa mwito e, na, na, na, na maoni yao ili tuweze kuhakikisha kwamba tumeweza kuyajumuisha wakati tunaweza kupasisha ile sera na ule mswada.